Mugu, leo Raila amekufa, kwani walikuwa naficha nini? Kifo ya mutu inafichwa? Ugonjwa inafichwa? Madamida, nakuuliza utuambia kifo ya baba, ila utuambiana kifo ya baba, hatutakubaliana na we mama yetu. Ulituambia baba ameenda India kuogelea, baba ameenda ya kupumzisha akili, kenda ilikuwa imechana, maneno mengi. Inafuataje? Leo baba amelala Itaitafuata aje leo? Raila ayuko baba leo ayuko aje? Hapa tutaelewana na wewe. Jan duzi Obura aliongea ati baba anaingia leo, baba anaingia leo Siaya. Mkutano iko Siaya jana iko Siaya inaongoja baba. Leo unafuata aje ati baba amekufa? Raila amekufia nani? Raila ameua nani? Unamaliza baba, amefanya nini? Mtetezi ya wanyonge huyo amekosa nini? Baba amekosa nini? Ambaye sasa anamfanya hivi. Kwa nini mnamaliza baba? Kwa nini hamkutuonyesha hata siku moja? Tuona baba ndio huyu amelazwa. Bibi yake alisema vizuri baba ni mzima. Baba ameenda India. Baba ameenda India. Ameenda kupumzisha akili. Inafuata aje leo baba anekufa? Jana kwa gazeta baba anaenda kukatwa mguu. Nini walikata mguu aje ndio baba akufe? Na tunajua Raila ako na mguu zake mbili gani ilishika baba ndiye akatwe mguu?